Mtazamaji, asante kwa kuchagua na kuendelea kutazama TBC1. bila shaka hu buheri wa afya na huu ni wasaa mzuri zaidi kwenye kipindi hiki cha amani tulionayo. Kipindi hiki cha amani tulionayo, hapa tunaangazia ni kwa jinsi gani amani inaweza kuwa na chachu ya maendeleo katika taifa letu, lakini pia ukuaji wa uchumi kwa ujumla wake. Nitakuwa na wazungumzaji kutokea shirika la ustawi na maendeleo ambao wao tutakuwa nao kupitia kipindi hiki cha amani tulionayo. Pengine tuweze kutambua majina yao kwa ujumla wake. E, nikianza na brother. Karibu. asante sana kwa jina naitwa Andrew Nuru Abdalla natoka katika shirika la ustawi na maendeleo Tanzania, na pia ni Mtanzania halisi, ni mjasiriamali asante sana. karibu sana, karibu. okay, uh. Naitwa Talhia Hassan ni mshiriki mm, katika shirika la ustawi na maendeleo, lakini pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naam mtazamaji, tutakwenda kutazama ni kwa namna gani ya kuweza kuienzi amani tuliona, uhuru na, na utawala bora, lakini pia umoja kwa ujumla wake kama ni nyenzo ni, ni, muhimu tunazozienzi mpaka sasa katika kudumisha amani ya nchi yetu. Yes. pengine tunapo zungumzia umuhimu zaidi wa kuwa na amani ya kudumu katika taifa letu tuweze kusikia kutoka kwako. naam, upo umuhimu zaidi kwa sababu tuko hapa tulipo kwa sababu ya amani tulio nayo hmm. Tunafanya shughuli zetu, wanaenda kusoma, wanaenda kusoma shuleni, wanafunzi wanaenda kufanya kazi, wanaenda kufanya kazi, wanaenda kufanya biashara, wanaenda kufanya biashara, kwa hiyo sasa kama amna amani watu hawawezi kufanya hivyo vitu ambavyo wanaweza kufanya kwao. Kuna umuhimu zaidi wa kuienzi amani tulio mm. Yes. Unadhani labda ukiwa kama kijana kwa utafiti wako liofani. Yes. Kuna namna ambavyo unaweza kuzungumza na kijana ambaye pengine umegundua kwa namna moja ama nyingine anaweza asifikie dhana hii ya kuweza kutimiliza amani kwa kuzingatia maadili ya nchi yetu mm. na utawala bora kwa ujumla wake kwanza kabisa tutambue kwamba vijana ndo nguvu kazi ya taifa. mm -hmm. Eh, na vijana ndo wanategemewa katika taifa kwa kuweza kukuza na kuendeleza maendeleo. ndio. Kwamba serikali wao kazi yao ni kuangalia fursa, kwamba tufanye nini kwa ajili ya vijana. mm -hmm. Sasa vijana, kijana kazi yake anatakiwa angalie fursa ambazo zilizoko akaweze kufanya ili aweze kuienzi amani pia vile vile mm -hmm. kama m, kama vijana kama vijana ambao labda wanakaa kwenye magrupu mbalimbali, wanashawishiana mambo ambayo hayafai, lakini kukiwa na fursa mbalimbali za kuweza kujiangalia kwamba hapa nifanyeje, mm -hmm. hapa nifanyeje, mm -hmm. hapa nifanyeje, mm -hmm. Naam, yes. pengine talihia nafasi ya kijana kwenye kuenzi amani ya nchi yetu, ili kuweza ku, ku, ku, kujikomboa pengine katika kundi kubwa la watu ambao mpaka sasa tunaona vijana wengi hawana ajira. Pengine amani inaweza kumsaidiaje kwenye kulinda amani ya nchi yake na kufikia hatua sasa ameweza kuendelea kiuchumi? Kwa nafasi okay, kwanza kama alivyosema Andrew, vijana okay. ndo nguvu kazi ya taifa mm. kwa hiyo huyu kijana ambaye Tanzania inamwangalia kama nguvu kazi no anachukua afanye mambo mengi kuendelea kujenzi ya amani. Mm -hmm. Yes. Kijana pia anaweza kuwa mtu ambaye anaweza kutoa elimu kwa vijana mm -hmm. wengine ili kuendelea kujenzi ya amani, lakini pia yeye anaweza kuwa mtu ambaye wa kujenzi ya amani na akawa mfano watu wengine kuiga. Kwa kufanya mambo kama kujishughulisha na shughuli za kijamii, mm -hmm. kuchangia vitu kwa hiari, kwa mfano labda kujitoa kwenye mambo ya kuchangia damu. Naam. Yes, hizi migambo na vitu vingine. So vijana ni nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo, wanatakiwa wao ndo wajihusishe sana kwenye hili swala. Mm. Na wao ndo tuseme ndo kizazi cha sasa na pia cha baadaye. Naam, naam. Unajua eh? Mm. So hichi kizazi kinatakiwa kiangalie sana amani. Mm. Maana bila amani hamna kitu kinachoweza kuenda. Hatuwezi kuwa na maendeleo bila amani. Pasipo kuwa na. Yes. Hizo huduma za kijamii na kila kitu tunachokiona zipo kwa ajili ya kuwepo kwa, kwa hii amani. Mm. So amani ni kitu kikubwa sana ila, ukiwezi kuona kwa ukubwa, maana tayari ipo. Ile ingekuwa haipo, mm -hmm. Tungeiona kwa ukubwa, lakini mm -hmm. kwa sababu tunayo, tunaichukulia kawaida naam no. Lakini tuchukulie kwa upana zaidi mm -hmm. tuendelee kuiangalia kwa upana zaidi naam no. yes. Na hii niweza kutoa pongezi za dhati sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuienzi amani tulionayo. yes. Na pengine Andrew, tukizungumzia viongozi wa dini au viongozi wa kisiasa wamekuwa na mchango gani katika ku, kuilinda amani? Asante ah, sana. Viongozi wa dini mm -hmm. na viongozi wa siasa wote wanatumikia jamii mm -hmm. Ila inategemea unatumikia kwa upande wa utawala mm -hmm. na wewe unatumikia kwa upande wa kiroho mm -hmm. Kwamba kiongozi wa dini kwa mfano kama mashehe, wachungaji, mapadri mm -hmm. eh, wale wanawafundisha waumini wa, wa wao mm -hmm. au watu wao jinsi ya kumheshimu Mungu jinsi ya kuishi kijamii kusaidiana nah. jinsi ya kutokuwa na hasira, jinsi ya kuondoa magomvi, jinsi ya kuondoa chuki eh. Kwa hiyo wanavyowajenga wale watu wao, sasa inakuwa ni rahisi hata wao kukubali nah. kile serikali inachotaka, kwa mfano kama kwenye makanisa wana ile wanaita kutoa zaka, kutoa mafungo ya kumi, ndio eh, kwamba ile wanapojifunza kule kanisani jinsi ya kutoa zaka kutoa mafungu ya kumi, mm -hmm. Ni rahisi hata kushawishika kulipa kodi kwa serikali, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaendana mm. -hmm. Yes sana. Sawa, pengine tali hii unaweza kulionaje hili kwenye swala la kidini? Ningependa kuzungumzia zaidi kwenye maandiko mm -hmm. Kama yanavyosema mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako mm -hmm. Ukishakuja na msemo kama usizani kama kutakuwa na chuki na ugomvi migogoro. mm. mm. Haiwezi kuwa, kwa sababu ukitabu kisha kwambia mpende jirani yako mm. kama unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo yeah. Kwenye swala la kidini, viongozi wa dini wanatumia nguvu nyingi na wanatumia muda mwingi mm. kuizungumzia amani okay. Maana wanajua ni itatokea nini kama tutaipoteza amani. Ndio. Lakini pia kwenye viongozi wa kisiasa mm. wanajaribu kuizungumzia amani, lakini pia serikali kwa ujumla inajaribu kuweka sheria na taratibu ambazo zifuatwe mm. kila mtu awe chini ya sheria na watu wote, serikali pia ifuate demokrasi ili serikali pamoja na wananchi waweze kukaa pamoja kwa amani mm. kila mtu awe sawa na apate haki zake, lakini chini ya sheria. Naam. Pengine Andrew, unadhani tunahitaji nini zaidi kwa Tanzania? ili kuweza ku, ku, ku, kutimiliza amani hii na itutoe hapa tulipo ili tuingie ngazi nyingine, hasa katika swala so zima la maendeleo. Okay, asante mm. sana kwamba jamii kama jamii mm. au wa Tanzania ndio wanahitaji elimu, wanahitaji afya bora mm. wanahitaji miundo mbinu mbalimbali um, wanahitaji pia uta, viongozi bora kwa maana kwamba mwananchi anaweza akaenda kwa kiongozi akamsikiliza, mm. kama mwananchi kama mpigia kura wake na kama kiongozi ambaye amewekwa katika ile eneo kwa ajili ya kuwahudumia wao. Kwenye afya, tunahitaji kuwepo na huduma bora kwenye hospitali zetu, mm. ili kwamba mtanzania wa kawaida anapoenda pale, hata kama ana pesa, lakini wamsikilize, wajue ni jinsi gani ya kuweza kumsaidia mm. yes kitu kama hicho na, na kwa kupitia elimu watu wanapojifunza watu wanapopata ule uelewa inakuwa wao wana, wana, wana, wanaweza sasa kujitambua mm -hmm. wakajua hapa nifanyeje? mm -hmm. ili niweze kusogea hivi nifanyeje ili niweze kufanya hivi mm -hmm. yes. Lakini kama mtu hajasoma kwanza anakuwa na ule ujinga mm -hmm. uh -huh. hawezi kufikiria vikubwa mm -hmm. yes. Na pengine tarehe hii sehemu ambayo hakuna maendeleo ni dhahiri kwamba hakuna amani. Hapana, uh, sehemu ambayo panaweza pawe na maendeleo ila hamna amani, kutokana labda na sababu nyingine nyingine kama mm. kuo kuwa rasilimali, panaweza pakawa hamna amani, lakini pale mahali pako na teknolojia ya juu ndiyo, mm -hmm. panaweza pasiwe na amani, lakini pakawa na maendeleo. Lakini tukizungumzia maendeleo mm. kuna sustainable development mm -hmm. Tukizungumzia sehemu ambayo tunataka maendeleo yenye tija mm -hmm. lazima pawe na amani naam. no. lazima pawe na amani ili pana maendeleo yenye tija mm -hmm. panaweza pakawa na maendeleo yasiyo na tija mm -hmm. Yaani yako tu kwa ajili ya hapa, ila yayaangalii kizazi kinachokuja, ila maendeleo yoyote ambayo yana tija mm -hmm. yanaangalia sasa na hata baadaye, so amani inahitajika sana mm -hmm. kwenye suala la maendeleo kwa sababu kutakuwa kuna makubaliano ndiyo, na michakato mingine pia inaweza ikaenda sawa sisi, amani iko pale na maendeleo pia yanaweza kuwa pale, kwa sababu amani na maendeleo ni vitu vinavyoambatana. Naam, so mm -hmm. sehemu kwenye amani maendeleo kuwepo kitu vya ziani mm -hmm. yanakuwepo, ingawaje pia inaweza kuzuiwa na sababu zingine mm -hmm. ambazo sio amani mm -hmm. Ila sehemu pia panaweza pakawa na maendeleo bila kuwepo na amani, ila maendeleo haya mm -hmm. sasa kama anaweza kuwa na tija, itakuwa ni kwa sasa, lakini haiwezi kwa ajili ya matumizi ya baadaye sana sana Andrew, hili unalionaje? Unadhani sehemu ambayo hakuna maendeleo basi hakuna amani? mm, kama alivyosema dada Talia mm. kwamba kunaweza kukaa kuna maendeleo makubwa ndio. Lakini hamna amani, kwa mfano kuna nchi za wenzetu fulani fulani ambazo wao wana maendeleo makubwa mm. Walikuwa na, wanapewa hata kama watu ni wako ni jobless wanalipwa ndio kuna maendeleo makubwa mtu ukio, unafanywa unafanyiwa servisi mm -hmm. Lakini sasa amani iliondoka, mm hii -hmm. Ni kwa sababu gani? Kama nilivyotangulia kusema huko nyuma, utawala bora mm -hmm. demokrasia. Kwa hiyo watu wakiwa na uhuru mm -hmm. wa kufanya kile ambacho wanachokitaka wao mm hiyo -hmm. inapelekea moja kwa moja kuwa na amani, lakini watu wakibanwa, wakiwa hawana uhuru, kwa unawapa kweli watu haki mm -hmm. lakini yule kiongozi ambao wewe umemweka kwa mfano kama wewe rais. Nikushukuru sana kwa, kwa mazungumzo yako juu ya swala hili la amani. Yes. Na nikushukuru sana pia Talhea kwa kuweza kufika katika studio zetu leo kuweza kuzungumzia eh, amani ya Tanzania. Mtazamaji, tulikuwa na wazungumzaji kutoka shirika la ustawi na maendeleo ambapo tumeweza kuitazama amani kwa ujumla wake. Kipindi hiki kumbuka tu kwamba kina dhambi. wangu lako la mwisho kwa mtazamaji juu ya kuweza kuchagua viongozi bora ili kuweza kuienza amani yetu ya Tanzania. Asante sana. Kama kipindi hichi, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa maana kwamba tunachagua rais wa bunge, madiwani pia ni nafasi nzuri kwako wewe Mtanzania kuweza kuchagua kiongozi ambaye anayekufaa kwa ajili ya maendeleo na pia kwa ajili ya amani yako kwa ujumla. Na sana sana karibu. Mimi ningependa dakika 30 tu kwa mtazamaji. Yeah. Ningependa kuizungumzia amani kama kitu ambacho tunacho, kama hazina ambayo tunayo. Tushikilie tulicho nacho kabla tujakipoteza. So tuenzi sana amani. Tufanye vyote ambayo vina vinaienzi amani. Mtazamaji, asante kwa kusafiri pamoja nasi katika kipindi hiki cha amani tulionayo leo. Na tumai kwamba mengi tumeyazungumza, umeyasikia, kikubwa ni wewe kuweza kutekeleza sawa sawa na tulivyoagizwa. Tunaienzi amani ya Tanzania ili kuweza kufikia taifa lenye uchumi wa kati. Mimi naitwa Amos Mwakitaru, kwa mara nyingine tena, endelea kutazama TBC1.